Jeshi la Myanmar limetangaza usitishwaji wa mapigano wa upande mmoja katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ili kuruhusu juhudi za uokoaji baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililotokea wiki moja iliyopita, huku televisheni ya taifa ikiripoti kuwa idadi ya waliokufa kutokana na janga hilo imevuka zaidi ya watu elfu tatu. Kituo cha habari cha MRTV kilisema kuwa usitishwaji huo wa mapigano utaendelea hadi Aprili 22 mwaka huu na unalenga kuonyesha huruma kwa watu walioathirika na tetemeko hilo lililotokea siku ya Ijumaa. Tangazo hilo limetolewa leo Jumatano Aprili 2, 2025, kufuatia usitishwaji wa mapigano wa muda wa upande mmoja uliotangazwa na makundi ya waasi yanayopinga utawala wa kijeshi. Hata hivyo, jeshi lilionya kuwa makundi hayo lazima yasishambulie vikosi vya Serikali wala kujipanga upya, la sivyo hatua zinazohitajika zitachukuliwa dhidi yao. MRTV iliripoti kuwa idadi ya waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi nchini Myanmar limefikia watu 3,003 huku zaidi ya watu 4,500 wakijeruhiwa. Katika nchi jirani ya Thailand, idadi ya vifo imeongezeka hadi watu 22 huku mamia ya majengo yakiharibiwa vibaya na watu 72 wakiripotiwa kutojulikana walipo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Xinhua la China, liliripoti kuwa ubalozi wa China nchini Myanmar ulikabidhi msaada wa kifedha wa Yuan milioni moja na laki tano sawa na dola za Marekani laki mbili na elfu sita na mia sita themanini na tano kwa Shirika la Msalaba Mwekundu la Myanmar kusaidia juhudi za uokoaji. Wizara ya mambo ya nje ya China iliwaambia waandishi wa habari mapema kuwa timu yake ya uokoaji na vifaa vyake viko salama baada ya jeshi la serikali la Myanmar kusema kuwa wanajeshi wake walifyatua risasi za onyo mbele ya msafara wa misaada wa shirika hilo la msalaba mwekundu la China siku ya Jumanne. Msemaji wa wizara hiyo Guo Jiakun alisema kuwa katika mkutano wa waandishi wa habari kuwa Beijing inatumaini kuwa pande zote nchini Myanmar zitazingatia juhudi za uokoaji wa tetemeko la ardhi kuhakikisha usalama wa wafanyakazi na uokoaji wa misaada kutoka China na mataifa mengine kuingia nchini humo, nanukuu ni muhimu kuhakikisha kuwa njia za usafirishaji wa misaada zinabaki wazi na hazizuii, amesema Guo. mwisho wekonoko. msemaji wa serikali ya kijeshi zao Mintun amesema kuwa shirika la msalaba mwekundu la China halikuwa limearifu mamlaka kwamba lilikuwa katika eneo la mapigano usiku wa Jumanne. Hata hivyo, kikosi cha usalama kilifyatua risasi angani ya msafara huo ambao ulikuwa na magari ya ndani kushindwa kusimama Jeshi la Myanmar limekuwa na changamoto kubwa katika kuendesha nchi tangu mapinduzi ya serikali ya kiraia iliyochaguliwa ya mshindi wa tuzo ya Nobel Aung San Suu Kyi mnamo mwaka 2021. Hali hii inatajwa kuwa imeharibu uchumi wa taifa hilo pamoja na huduma za msingi, zikiwemo huduma za afya, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea. Umoja wa Mataifa ulisema kuwa zaidi ya watu milioni 28 katika maeneo 6 waliathirika na tetemeko hilo la ardhi na umetenga dola milioni 12 kwa ajili ya msaada wa chakula, makazi, maji, usafi wa mazingira, msaada wa kiafya ya akili na huduma nyingine za dharura, huku matumaini ya kupata manusura zaidi ya kififia. Siku ya Jumatano, waokoaji waliweza kuokoa wanaume wawili wakiwa hai kutoka kwenye kifusi cha hoteli katika mji mkuu wa Myanmar wa mtu watatu kutoka kwenye nyumba ya wageni katika mji mwingine, siku tano baada ya tetemeko lenye ukubwa wa licha 7.7. Hata hivyo, timu nyingi za waokoaji zilikuwa zikikuta miili ya watu waliokufa maeneo ya vijijini katika mkoa wa Sagaing, ambao umeathirika vibaya na tetemeko hilo, ambao kwa kiasi kikubwa uko chini ya udhibiti wa makundi ya waasi yanapambana na serikali ya kijeshi, ni kati ya maeneo magumu zaidi kufikiwa na mashirika ya misaada. Mapema Jumatano, shirika la Human Rights Watch liliitaka serikali ya kijeshi kuruhusu upatikanaji huru wa misaada ya kibinadamu na kuondoa vikwazo vinavyokwamisha mashirika ya misaada, likisema kuwa wafadhili wanapaswa kusambaza misaada kupitia mashirika hulu badala ya mamlaka pekee, na nukuu, Junta ya Myanmar haiwezi kuaminika katika kushughulika janga la, la kiwango hiki, alisema Brony Lau, mkurugenzi msaidizi wa Asia katika huyu shirika la Human Rights Watch, Kwenye ripoti yake, serikali zinazohusika na mashirika ya kimataifa yanapaswa kushinikiza junta kuruhusu upatikanaji kamili na wa haraka wa msaada wa manusura popote walipo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Mgongo Kaitira.